Kauli ya uh, uhamiaji ya kusema kwamba uh, Heche amevuka amekwenda hmm. Kenya hmm. wameipata wapi? Labda intelijensia yao, si si wana intelijensia, labda labda intelijensia yao, kwa kwa sababu mheshimiwa anasema niko nyumbani e, mheshimiwa Tanzania sijavuka e. Wakawaambia nani uhamiaji kwamba na labda intelijensia ya yao kwa sababu unajua kuna kauli pale mheshimiwa H aliwaambia mm. mpaka huyu ni porous umeelewa mm. na unajua watu wengi wanaoishi mipakani mm. ile mipaka huwa hawaitambui mm. ni kwa sababu tu wakoloni walichora, walichora ile mistari mm. lakini unaweza kukuta mtu anashangazi yupo Kenya au anashangazi Malawi anaishi mm. Tanzania ama anashangazi Uganda yeye yuko Tanzania lakini Eh, mheshimiwa wetu anaambia mimi niko nyumbani. Kwa hiyo ni, ni kazi yao wao kujua kwamba yuko nyumbani ama hayupo, ndio anasema. Yani mimi kitu wacho... pia ni... kama ulivyosema hapa kama shangazi yuko upande wa pili e, mama yuko upande wa pili, anaweza kaiko kule pia akasalika nyumbani eh. <laughs> anaweza anaweza kaiko kule akakomea mm, kwa nyumbani, lakini pia mimi kinachonishangaza ni kwamba, labda mimi mtu anifa, labda kwa sababu mtu anifahamishe vizuri, lakini mimi yeah, ninachowaza ni kwamba Alikuwa na nafasi ya kulalamika ni uhamiaji Kenya au Tanzania? Ngoja ah, kwanza uko tu umeenda mbali Farhani, unajua unapofikia mpaka kuandaa uh, press mm, release unatoa Mdia. Mdia, unasema unamtuhumu mtu kwa kutoka nje bila kibali sawa, mm, uh, na wakati huo mtu mwenyewe anasema mimi niko Tanzania sijatoka, mm. Inatamani kujua uhamiaji taarifa alowapa nani, kwamba Heche katoka na bado na mimi pia hapo hapo, yani na swali yani, ni swali lako la uhamiaji. Na mimi hapo hapo mm, kwa maana natakiwa kulalamika ni uhamiaji Kenya au Tanzania, kwa sababu kama naenda a... sio kisheria, maanake uhamiaji Kenya ndio natakiwa, na kuna mtu ameingia umndani hajafuata utaratibu utaratibu wa kisheria, kama uhamiaji Kenya wapo kimya nije kaingia e, kihalali halali, eh, maana yake kaingia kihalali. <laughs> Nadhani kitu ki, ki, ki, cha kwanza ambacho cha msingi sana, mmm hizi government entities <laughs> government institutions, mm. taasisi za kiserikali ndio inawezekana sio uhamiaji, na ikiwa nataka mm. nitoe yani rai, ndio ziachane na siasa mmm kabisa, yaani ziachane na siasa. Kuna mitego mingine mm. wanajiingiza wakati wanafanya michezo ya siasa ambayo <laughs> Bila bila kujua, bila kujua. Kujua. Ha, ha. Yaani iwe iwe serikali iwe mahakama iwe taasisi yoyote iwe bunge, ina, bunge. Isijikuta ina, inatumika kufanya siasa alafu mm -hmm. Mwisho wa siku ikajikuta kuna changamoto mfano tu mm mfano -hmm. Ile clip ya kwanza kutoka ambayo ilikuwa inataka kuvuka ujue ilikuwa ni kila kitu ni siasa of course, unaelewa hapo. Unachukua passport, usemi kwa nini unachukua passport ya mtu? Unasema kwamba uruhusiwi kusafiri. Unaulizwa kwa sheria hipi ambayo siruhusiwi kusafiri, unatoa macho. Usemi kwa sheria gani? Kwa cha pili, sasa, kama ulivyosema, tulitegemea sisi uhamiaji Kenya watulalamikie, uhamiaji Kenya watulaumu kwa sababu amekuja mtu kinyume na sheria kule sasa angempiga pini eh, kizuizini eh, yani uwezi kutoka. Ndiyo. kuingia upande wa pili nasema, wakati upande wa kwanza hujakamilisha kabisa, kwa maana una exit hajapigwa muri, alafu sasa litakiwa kama kwa vile tu taasisi za serikali aziamini katika dua na maombi walivyojua, mm. baada ya kwamba amevuka, amevuka bila kufuata taratibu mm.

Unajua, nikuambie kitu yeah. Kuna muda mnaweza kukuta mnamsaidia kiongozi fulani wenyewe, kwa nia nzuri kasi mnahisi mnamsaidia kiongozi fulani mm. Kumbe mnampigisha shoti mm. Alafu pia kitu kingine muda wenyewe mambo yashakorogeka kabisa, mambo yashakorogeka alafu ha. Watu wana reason za hivi alafu pia hata clip ulivyotoka, yani katika argument zio za Mheshimiwa Heche na uhamiaji mm. Yani kuna wakati unashika kichwa ndio bana, kwa watu wanakuhoji logical questions kwamba hey, kwa nini umechukua passport yangu? Nipe sababu. Unampa mtu sababu, mm, bana, tumehold passport kwa sababu hii. Unatoa sababu, unaulizwa mm, kwa sheria ipi? Mimi mehusika kutengeneza <laughs> sheria bungeni? Hebu niambie, sheria ipi inayozuia? mm.